Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Septemba 2024, jina la bilionea Aidan Andrea Msigwa lilitikisa sekta ya madini kama radi katikati ya jua kali kwa kuuza kilo 111.86 za dhahabu. Alivuna zaidi ya shilingi bilioni ishirini nukta moja moja kwa mkupuo mmoja, hatua iliyotikisa si tu wadau wa madini, bali iliwaamsha Watanzania wengi hadi kuvuka mipaka ya nchi. Aidan hakutajwa tu kama gwiji wa madini, bali aliwekwa rasmi kwenye meza ya mabadiliko ya kiuchumi ndani na nje ya Tanzania. Baada ya kuvuna mabilioni kutokana na kuuza dhahabu hiyo, Aidan hakukimbilia anasa, bali alichagua kuwekeza kwa watu, baada ya kutumia kiasi kikubwa cha fedha kununua kampuni ya Sunshine Group iliyopo Matundas Chunya iliyokuwa ikimilikiwa na wawekezaji kutoka China. Kwa sasa yupo mbioni kwa kushirikiana na wawekezaji wengine wa China kukifufua kiwanda hicho kikubwa cha kuchenjua dhahabu kilichokuwa kimesimamisha shughuli zake kwa takribani miaka miwili. Badala ya kupumzika, aliyeona mafanikio hayo kama hatua ya kwanza ya kuongeza bidii zaidi, yalimwinua yakamweka mbele ya jamii kama mfano wa kweli, mtu wa kawaida aliyefanikisha ndoto kubwa kwa uvumilivu, uaminifu na juhudi za kweli. Wengi sasa wanamchukulia

wakiona ndani yake picha ya matumaini yao, amewapa nguvu ya kupambana zaidi, na kwa kiasi kikubwa amechochea wimbi jipya la uchimbaji na uwekezaji Chunya, si kwa wachimbaji wadogo pekee, bali hata wawekezaji wa ndani na nje wanaotaka kuwa sehemu ya hadithi yake. Kwa Aidan, alama aliyoiweka haitoshi, anataka kwenda mbele zaidi, na anasema wachimbaji wadogo wataleta mabadiliko Tanzania. Ametoa ombi kwa taasisi za fedha na serikali kutokana na mazingira ya shughuli za madini, Aidan anatoa ombi kwa taasisi za fedha kuwaamini wachimbaji na wasipewe masharti sawa na wawekezaji wengine kutokana na uhalisia wa shughuli za madini. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuchukua miezi miwili ya ukarabati baada ya taratibu za kiuwekezaji kukamilika. Aidha, kinatarajiwa kuchenjua tani mia tano kwa saa ishirini na nne kuzalisha zaidi ajira na ya ajira mia tatu hamsini kwa Watanzania huku wageni zimetengwa nafasi arobaini tu ambapo chini ya ubia huo wanatarajia kuleta teknolojia amesema. Mbali ya kuinunua Sunshine, fedha nyingine aliwekeza kwenye ununuzi wa vifaa kwa ajili ya kuendeleza shughuli zake za uchimbaji na uchakataji wa madini, kama ununuzi wa eksaveta, magari na mitambo mingine ya kurahisisha kazi, ya kurahisisha kazi zake. Pia Aidan ni mmiliki wa leseni kadhaa za uchimbaji mdogo wa madini na anazo leseni nyingine ambazo zina uzalishaji lakini bado hajaanza kuchimba na anaweza kushirikiana na mwekezaji vilevile, anao mtambo wa kuchakata dhahabu wenye uwezo wa kuchakata tani mia mbili kwa saa ishirini na nne Lakini leo licha ya kuvuna bilioni ishirini nukta moja moja za mkupuo na kipato kingine kutoka vyanzo vingine vya uchimbaji anasema, jambo moja analojutia ni kuto kuendelea na shule. Sasa hivi akikutana na wageni kama hawa anasemewa na wengine, hilo huwa linamuumiza sana, kwa sababu angeweza kuzungumza mwenyewe. Hiki ni kitu ni anachojutia kweli, japo alitamani kufanikiwa kwa haraka, anasema kwa utani wenye uzito. Ndio maana licha ya mafanikio yake anasistiza kwa nguvu Usiache shule kwa tamaa ya mafanikio ya haraka. Mafanikio yatakuja, lakini elimu ni msingi wa kudumu. Licha ya kuvuna bilioni ishirini nukta moja moja kwa mkupuo, Aidan Msigwa hakubadilika. Anasema wazi, yeye tarehe zote huzimalizia porini, si mtu wa starehe kuanzia tarehe moja hadi tarehe thelathini yuko porini. Hadithi ya Aida ni si ya mtu mmoja kutengeneza mabilioni, bali ni simulizi ya kizalendo ya mtu kurejesha matumaini kwa mamia ya familia, vijana na jamii zinazotegemea sekta ya madini kama chanzo cha maisha. Aidani anasema hakuwahi kufika sekondari. Elimu yake rasmi iliishia darasa la saba, lakini ndoto zake hazikuishia darasani. Tangu mwaka elfu moja mia tisa themanini na tisa alihangaika kwenye machimbo makarasha, kuchenjua, akijifunza kwa vitendo, akikosea na kujirekebisha, akipigania maisha kwa jasho la kweli la mchimbaji mdogo pia anatoa ombi kwa serikali kuto kuhesabu madeni ya nyuma baada ya kuanzishwa utaratibu mpya wa kutozwa asilimia mbili za mamlaka ya mapato Tanzania, TRA. Katika yote, Msigwa hakuacha kuishukuru serikali kwa kuwezesha mazingira yaliyomfikisha hapo alipo. Na hii kwa ufupi ndiyo simulizi ya Aidan Andrea Msigwa, mmiliki wa kampuni ya MDIM Investment. Kutoka darasa la saba hadi bilioni ishirini nukta moja moja. Safari ya uaminifu, uvumilivu na sasa sunshine. MOHAB TV Chunya.